Mashambulizi yaliyotekelezwa na jeshi la Marekani nchini Yemen dhidi ya kundi la wapiganaji wa Kihuthi yamesababisha vifo vya watu zaidi ya watatu huku makumi wakijeruhiwa. Mashambulizi hayo ya anga yaliyofanyika usiku wa kuamkia leo Alhamisi Aprili 10, 2025, yamethibitishwa na wapiganaji hao ambao kwa kipindi kirefu wamekuwa wakishambuliana na vikosi hivyo vya Marekani. Wakati huo huo, Wahuthi hao nao na wamevujisha kipande cha video kinachoonyesha mabaki ya ndege ya Marekani aina ya, ya mq MQ-9 Reaper walioidungua kwenye operesheni zao dhidi ya miundombinu ya Kimarekani na washirika wake wanaopigana na wahuthi hao wa nchini Yemen. Katika mashambulizi kati ya pande hizo mbili, watu zaidi ya 13 wamethibitishwa kuuawa nchini Yemen katika usiku wa kuamkia Jumanne hadi leo Alhamis, hususan katika wilaya ya al-Hawak, Hodeida nchini humo. Pia watu wengine 15 walijeruhiwa katika mashambulizi hayo, japo wahuthi walisema wengi wa waliouawa waliokuwa walikuwa ni wanawake na watoto lakini hawakutoa takwimu kamili za waathirika wa mzozo huo. Eneo hilo lina uwanja wa ndege wa jiji ambao waasi hao wamekuwa wakiutumia hapo awali kushambulia meli katika bahari Nyekundu, ikiwemo meli za Marekani. Tangu kuanza kwa kampeni hiyo kali ya mashambulizi ya anga ya Marekani dhidi ya waasi hao kutokana na mashambulizi yao dhidi ya usafirishaji katika maji ya Mashariki ya Kati yanayohusishwa na vita vya Israeli na Hamas, zaidi ya watu mia moja wameuawa kwa mujibu wa takwimu za vifo zilizotolewa Jumatano na Wahouthi hao. Video iliyorushwa na kituo cha habari cha satelaiti cha wapiganaji hao cha al-Masirah kilionyesha hali ya taharuki ambapo watu walikuwa wakibeba majeruhi kuelekea kwenye magari ya wagonjwa na waokoaji wakitafuta manusura kwa mwanga wa simu zao. Lengo lao la mashambulizi hilo la Marekani linaonekana kuwa ni nyumba katika eneo la makazi ya watu na huenda ikawa ni kampeni kubwa ya kuwaua viongozi wa wapiganaji hao iliyozinduliwa na utawala wa rais wa sasa wa Marekani, Donald Trump. Mapema Alhamisi asubuhi, Wahouthi walisema mashambulizi ya anga yaliyoilenga wilaya ya al-Sabeen kusini mwa mji mkuu wa Yemen, Sanaa, unaodhibitiwa na wapiganaji hao yaliwaua watu wasiopungua watatu kwa wakati mmoja. Eneo hilo linajumuisha uwanja wa al-Sabeen na msikiti mkubwa ambao umekuwa kituo cha mikutano ya wapiganaji wa Kihuthi kwa miezi kadhaa kulaani vita vya ukanda wa Gaza. Mashambulizi mengine pia yalilenga maeneo mengine ya mji mkuu. Mashambulizi mengine ya angani yalilenga kisiwa cha Kamaran kilichopo katika bahari Nyekundu. Wahuthi hao wamesema, kituo kikuu cha jeshi cha Marekani kilichopo mashariki ya kati cha Centcom, inasimamia operesheni za kijeshi za Marekani hakikuweka bayana kuhusiana na suala lolote kuhusu mashambulizi hayo yaliyotekelezwa ya nchini humo. Hii ni kawaida kwa Centcom ambayo kwa sasa ina idhini kutoka ikulu ya Marekani kufanya mashambulizi bila idhini ya ziada katika kampeni iliyoanza Machi 15 mwaka huu. Jeshi la Marekani pia halikuwa likitoa taarifa kuhusu malengo yaliyoshambuliwa, japo ya ikulu ya Marekani imesema kuwa mashambulizi zaidi ya 200 yameshafanyika hadi sasa. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth akizungumza katika ofisi ya Oval siku ya Jumatatu, wakati wa ziara ya waziri mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, alionya kuwa Marekani haitalegeza kamba katika kampeni yake dhidi ya wapiganaji hao wa Kihouthi. Usafirishaji wa mafuta nao umeshambuliwa huku droni za Marekani ikiripotiwa kudunguliwa siku ya Jumatano. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilisema kuwa Marekani haitavumilia nchi yoyote au taasisi ya kibiashara inayotoa msaada kwa mashirika ya kigaidi ya kigeni kama vile Wahuthi, ikiwemo kushusha mizigo ya meli na kusambaza mafuta katika bandari zinazoendeshwa na, na wapiganaji hao Hatua hiyo huenda ikaongeza shinikizo kwa wapiganaji hao na ambao tayari wanakabiliwa na matatizo katika maeneo ya kutokana na petroli duni inayoharibu injini za magari yao ambayo huenda yasilete ufanisi katika mapigano hayo. Wapiganaji hao wa Kihouthi pia walionyesha video ya mabaki ya moto ya kile walichokiita kuwa ni droni ya MQ-9 Reaper iliyodunguliwa katika jimbo la Jawaf nchini Yemen. Mwanaume mmoja alionekana akichokonoa mabaki hayo kwa kijiti huku akikusanyika kushangilia kwa kauli mbiu ya, wa, ya wapiganaji kuwa Mungu ni mkubwa, kifo cha Wamarekani, kifo cha Israel, laana kwa Wayahudi, ushindi kwa Uislamu. Centcom ilisema ina taarifa kuhusu ripoti za droni hiyo kudunguliwa, lakini kakataa kutoa maelezo zaidi. Wahuthi wanasema wanadungua droni hizo kwa makombora yanayotengenezwa nchini humo, japo wapiganaji hao wanamiliki makombora ya ardhini kwa angani kama kombora la Irani linajulikanayo kama mia tatu hamsini na nane lenye uwezo wa kushusha ndege iliyoko angani. Irani inakanusha kuwapatia wapiganaji hao silaha, ingawa silaha zinazotengenezwa nchini Irani zimekuwa zikidunguliwa katika medani za vita na kwenye meli zinazokamatwa zikiwa njiani kuelekea Yemen kwa ajili ya wapiganaji hao wa Kishia na Wahuthi licha ya marufuku ya silaha za Umoja wa Mataifa. Droni za General Atomic Reaper zinazogharimu karibu dola milioni 30 kila moja, zina uwezo wa kuruka hadi futi 4000 yaani mita 1200 angani na kubaki angani kwa zaidi ya saa 30, zimetumiwa na jeshi la Marekani na CIA kwa miaka kadhaa nchini Afghanistan, Iraq na sasa Yemen. Wahouthi wanadai wamedungua droni 22 za MQ-9 nchini humo kwa miaka yote ambapo 18 kati ya hizo ziliangushwa wakati wa kampeni yao kuhusiana na vita vya Israel dhidi ya Hamas. Jeshi la Marekani halijathibitisha idadi ya jumla ya droni ambazo hadi sasa wameshazipoteza nchini Yemen. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital, tutakusogezea kila updates inayojili kuhusiana na mzozo yoyote inayoendelea Mashariki ya Kati, bila kusahau kile ambacho kinaendelea katika mzozo kati ya Marekani dhidi ya mataifa haya ya Kiarabu. Jina langu ni Mgongo Kaitira.